Mwanza ina maana kwamba utayari wa kucheza mchezo wa kesho upo, ndio maana tukaja Mwanza. Kwa hiyo kifupi ni kwamba najua tuna mechi kesho na Pamba. Mwana mwalimu ambaye labda niwaambie kidogo ni tumepigana vibuyu naye, mwalimu ambaye tumecheza pamoja akiwa Yanga mimi nikiwa, kwa hiyo tunafahamiana. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini nitakuwa na ushindani, hilo mosi. Lakini la pili kubwa, e, ni ushindani uliopo uliopo kwenye ligi sasa hivi na, na, na, na, uwiano wa points ambazo timu ambazo timu nyingi zipo hapo. Kwa hiyo, kwa hiyo utaona kwamba uzito wa mechi ya kesho. Kwa hiyo, kwa ambayo, mechi ni mkubwa, kwa hiyo naamini kwamba itakuwa ni mechi yenye ushindani. Kwa hiyo kwa kuwa tunaelelewa hilo na kufahamu na kutambua, maandalizi yote ya kucheza mchezo kama huo amekamilika na tuko tayari. Mchezo ambao utakuwa mgumu na Mungu wako juu yetu, sisi tuko chini, na kila mmoja hapa ana pambano kwamba anatoka chini kwenda juu. Kwa hiyo mchezo mchezo kesho kwa kitu kubwa, kwa hiyo mchezo ambao utakuwa mzuri kwa Mungu na sisi vingine, lakini tunategemea kuona kwamba tuko nyumbani, tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo mpanga pia ukabiliana na hilo, sababu najua ligi unakutana na mwenzako, lazima kila mmoja akubali kushindwa au sare, aina yoyote basi moja matokeo ya mchezo. Lakini kikubwa ni kwamba umejipanga, kwakisha kwamba kujua mechi itakuwa nzuri, itakuwa ni ushindani mkubwa, lakini kitu yote tutapambana, kwakisha kwamba tutapata alama tatu kwa